Eh, atufungamani. Wale wanaotaka kufanya wao sisi pia tufanye. Hapana. Waambie tu kwamba sisi tutaishi. U tutaishi vizuri sana. Mm-hmm. <laughs> si tuna akili sana na watu wetu hawawezi kufa na Tanzania haiwezi kufa, hmm, hata kidogo. Sasa mzee, karibu katika uh, uchambuzi. Tuuchambue mjadala wa bunge la Ulaya uliofanyika tarehe ishirini na sita ya mwezi Novemba, ambao ni mwezi huu wabunge wa Ulaya walipoijadili Tanzania eh, kufuatia madai ya yaliyotokea kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Hapa kuna mada kadhaa uh, kwanza baada ya bunge hilo la Ulaya kupanga kuijadili Tanzania kabla ya uh, kabla kwenda kwenye mjadala, serikali ya Tanzania ililalamika uh, kutopewa haki ya kusikilizwa na bunge hilo la Ulaya, ikidai kwamba ni ukiukwaji mkubwa wa haki ya kusikiliza pande mbili. Sasa tuanze na malalamiko haya ya Tanzania kwa bunge la Ulaya kabla wao, Tanzania, ya mjadala wao wa kuijadili Tanzania. Licha ya kwamba Tanzania ilipeleka malalamiko lakini yalipuuzwa na bunge hilo, na tulishuhudia wabunge hao wa bunge hilo la Ulaya wakifanya mjadala na kuijadili Tanzania ambapo walikuja na maazimio kadhaa. Swali la kwanza ni je, ilikuwa ni sahihi kwa Tanzania ama serikali ya Tanzania kupeleka malalamiko bunge la Ulaya na kudai haki ya kusikilizwa? Hmm. Aweza ikawa ni haki yao pia kwa sababu so, unapoona kuna kitu kinataka kufanyika kwako na kujaulizwa na haki ya kulalamika. Kwa nini hawakusikilizi? kwa sababu hayo waliokuwa wanataka kuyajadili waliyapata wapi? Mm. So lazima tujue pia wapi waliyapata. Mm. Kama waliyapata kwa watu, basi na serikali ipashwa pia isikilizwe pia mm. na kama haikuwasikiliza ni kati ya vitu ambavyo ni vya fujo eh, unafanya mambo tu ukaidi tu kwamba wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho kwa hiyo Uh, uh, wewe unasema kwamba ilikuwa ni sahihi kabisa kwa serikali ya Tanzania kulalamika Bunge la Ulaya kwamba hawakupewa haki ya kusikilizwa na walipaswa kupewa haki hiyo ya kusikilizwa. Ndio walikuwa na haki, kwa sababu inawezekana walita walitangaza rasmi kwamba tunakwenda kujadili Tanzania. Kama hivyo ndivyo, basi wangewasikiliza au wangewaomba na Tanzania nao waende wakajitetee huko, lakini kufanya tu kwa sababu ya maguvu ni ubabe tu huo huo, okay. Ni ubabe tu kwa sababu utaratibu wa mjadala huwa upo unamsikiliza huyu, unamsikiliza na huyu, nawe unatoa ya kwako, okay. Lakini sasa wewe unaamua tu usema, unaamua tu ni ujeuri tu, lakini pia bunge la Ulaya. Sioni kwenye katiba yetu kuna mahala lina nafasi ya kututawala. Mm. Sioni. Mm. Sioni. Ya Ulaya kwa ujumla, sioni kwa sababu Tanzania toka mwaka 64 na mm. nne ilikwisha tangaza rasmi kwamba siasa ya Tanzania mm. ni ya kujitegemea mm. lakini pia haiungani na siasa za nje, yani siasa za nchi yoyote mm. au shirika lolote mm. Hata mwaka fulani siwezi kukumbuka, Ujerumani ijaribu kutupa mashariti ma mwalimu akawafukuza akawafukuza kabisa mm. Sisi hatufungamani hatu, hatu na upande wowote mm. Tunajitegemea. Hili ilipashwa pia bunge la Ulaya lijue, pamoja na ujeuri wanaofanya kiburi hicho, lijue kwamba Tanzania haifungani na nchi yoyote kwa, sa, kwa, kwa sera yoyote ambayo Tanzania yenyewe haihusiki, kwamba hata sasa kuingiliwa na bunge la Ulaya, ndio hatuingilii sisi tu na, na mambo yetu na mm. tulikwisha jipanga mm. kama toka mwaka sitini na nne mwalimu alisema Tanzania haifungani na upande wowote maana yake hata Ulaya imo, Asia imo, eh, arabini, uh, arabuni i, wamo, eh, hatufungamani. Wale wanaotaka kufanya wao, si tufanye hapana. Wao sisi pia tufanya hapana. Wanataka hiyo kitu, hawezi kutulazimisha, ni ya kwao. Kwa hiyo, mm, waambie hmm tu kwamba sisi tutaishi utaishi vizuri sana. Hii ni nchi hili ni taifa. Hatutegemee nchi sehemu moja, tutategemea sehemu nyingi sana. Kama ni madawa, sio lazima itoke Ulaya, kutoka India, kutoka China, wala wasitegemee kama tutapata shida. Maliza tunakwenda kwenye sehemu nyingine ambapo a, tumeshuhudia pia waziri wa mambo ya nje na balozi Mahmoud Thabit Kombo akijibu kwa kusema Tanzania haitakufa kwa kukosa fedha za Ulaya. Swali, e, wewe ni ipi kauli yako ama ni upi mtazamo wako kuhusiana na kauli hii ya Uh, waziri wa mambo ya nje balozi Thabiti Kombo eh, alipodai kwamba Tanzania haitakufa kwa kukosa fedha za Ulaya. Na nampongeza hmm, waziri wa mambo ya nchi za nje nampongeza kwa kauli hiyo. Hatuwezi hmm, kufa kwa sababu ya Ulaya hmm, tumekuwepo hmm, na Ulaya ikiwepo tupo, hatujafa hatu hmm, kwa misaada tu na mikopo hmm. Nampongeza sana kauli yake ni nzuri na wazungu wanapaswa kujua kwamba Tanzania ni taifa, hiyo mm. tu, wanapaswa kujua ukishajua. Kwamba hili ni taifa, unaliheshimu. Pia hizi lugha wanazotumia ni za dharau, kejeli na nini, mm. e, ni kudharau, ni tu mm. yeah. Yaani wanazungumza kama vile wanazungumza na watoto mm. wadogo. Yaani wazungu bana, nawasikitikia <laughs> na sasa sisi tutaishi vizuri tena vizuri sana bila hela za Ulaya, yeah. Na bila mikopo ya Ulaya, bila misaada ya Ulaya, yeah. Yeah. Sawa. So. So, tumesikia pia bunge hilo limeweka msistizo wake kwa tume ya Umoja wa Ulaya kusitisha kutoa fedha za msaada na mikopo kwa serikali ya Tanzania, swali. E, jambo hili la msistizo wa kusitisha kutoa fedha za msaada na mikopo, wewe uh, unalizungumziaje? Kwanza misaada siwezi kuizungumzia kwa sababu ni kitu ambacho ni cha msaada. Kama anataka kutoa msaada kama hiyo <laughs> bunge la Ulaya linamwambia aache, si aache tu hiyo. Kwanza pili, mikopo mikopo, si ni biashara Eh, sisi tunafanya biashara na, na, na, na, na mashirika mbalimbali na tunalipa. Sasa kama wanaona kwamba wanaamuru hao watu wanaofanya biashara na sisi waache, waache. Biashara biko mingi sio lazima ufanye na Ulaya. Eh, unaweza kufanya na Wahindi, unaweza kufanya na Waarabu, unaweza kufanya na Wachina, yani unaweza kufanya biashara popote, yani hao watu sio wanafikiri kitu gani. mm -hmm. eh, sisi sisi kwa hiyo biashara po <laughs> Kama mtu unafanya biashara mwingine anakuambia sasa sitaki, aache. maana mm. yake ni kwamba faida haioni mm. eh, mm. kwa hiyo sisi biashara tutaendelea kufanya na mataifa mengine mm. Wahindi wapo mm. Wachina wapo Wakorea wapo mm. Waarabu wapo wao, eh? waache tu mm. na kwanza sisi nadhani tunasema mm. tutafanya biashara mm, lakini sio na Ulaya. Okay. Tutafanya biashara, mambo ya biashara sisi tunajua mm. kuna faida na hasara mm. kwa mfano sasa tukiacha kufanya na tunafanya na Ulaya, tunaanza na mm. nchi nyingine, ni kazi pia, inaanza inaanza upya mm. tutaangalia, lakini biashara ni makubaliano, maana mm. biashara ina faida na hasara mm. eh? Kwa hiyo mimi sioni kama ni, ni, ni tatizo kwenye mambo ya biashara. Leo utafanya biashara hii ikishindikana, kesho utafanya hii ikishindikana, kesho utafanya hii. Ndio biashara zinafanyika. Kwa hivyo sioni kama kuna kitu tunachiita hapo ni hasara, hmm. Aa, ni, ni, ni, ni ni hatua tunatoka kufanya na Ulaya tunakwenda kufanya na watu wengine hakuna hasara pale. Kwanza tunafurahi kwa sababu tutapata mbinu nyingine, mbinu mpya za biashara, eh. Kwa hivyo uh, uh, kwa upande wa ni zipi faida na hasara za kusitisha kutoa fedha uh, za bunge hilo kusitisha kutoa fedha hizo kwa, kwa Tanzania uh, unadai kwamba hauoni hasara na kwamba Eh, biashara yoyote ile lazima iwe na faida na hasara. Ndiyo. Na unafikiri kwamba eh, Tanzania inaweza ikapata faida kubwa sana baada ya kuwa ime ime imeachana na Umoja wa Ulaya eh, kwa kushirikiana katika baadhi ya mambo hasa mikopo pamoja na ufadhili. Ndiyo. Tunategemea kwa sababu sisi ni taifa. Mm. Eh? Sisi hatukukataa kukopa wao, mm. wana wow, kataa tusikope. mm. Sasa utafanyaje? lazima ufanye, yani hiyo ifanye, tuwache mm. au tu, tujute? mm. Hapana, hatuwezi kujuta, tunakwenda mbele. mm. Na kama nilivyosema mara ya kwanza hapo mm. Ulaya ni taifa sia, eh, kontinenti mm. eh, mm. Asia ni taifa, ni kontinenti mm. yani Okay, tutafanya biashara. Bado kuna shida. Swali jingine ni kwamba, je, kukoma kwa ufadhili wa Ulaya Tanzania kunaweza kuleta athari kiasi gani kwa Tanzania? Uh, kukoma ah, kwa ufadhili wa Ulaya kwa Tanzania kunaweza kuleta athari kiasi gani? Ni ya kawaida tu, mm. Eh, ni ya kawaida kabisa tu. Wala sione kama ni kubwa, mm. Ukishapata tatizo, mm. Utalitatua hiyo, mm. Ni changamoto, mm. Eh, na yawezekana tutapata faida zaidi kuliko huko maana, mm. Eh, okay. Usitengeneze kitu ukitaka kumwangamiza mtu, mm. Hakuna anayekubali kuangamia, kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> inawezekana kwa muda mfupi hapa itaonekana kwamba kuna ki, athari kidogo, lakini tunako kwenda tunategemea tutafanya vizuri tu. yeah, okay. hey. Hauoni labda pengine kunaweza kuwa kuna athari za kiuchumi eh, katika sehemu mbalimbali. Unafikiri ni kwa nini bunge la Ulaya ni kama lilipuuza malalamiko ya Tanzania baada ya Tanzania kupeleka barua ya kulalamika na kudai haki ya kusikilizwa na badala yake bunge hilo likaamua kufanya maamuzi ya kufanya mjadala bila kuwasikiliza Tanzania? Kwanza hilo bunge halina, halina mamlaka. Halina mamlaka kujadili Tanzania bila Tanzania yenyewe kuhusishwa, halina na kama liliweza kufanya hiyo, ni ujeuri tu. Unajua, mtu anaweza kufika mahali akawa jeuri na nadhani yeye ndio kila kitu, ndio sheria ni yake, na kuvunja sheria pia ni kwa kwake. Lakini kama utaratibu anaujua upo, ah, ange ange angemsikiliza Tanzania na tunavyozungumza, sijajua, je, alimsikiliza baada ya kuwa amelalamika? Hakuna, si ndio? Basi ni dharau tu, kiburi tuseme. hmm. Ni kiburi tutafaulu. hmm. Wakati ule tulifaulu. hmm. na wakati huu tutafaulu, ndio. hmm. Um, tumaeni. hmm. Um, la mwisho ambalo nataka niseme ni jinsi hmm. nchi za Ulaya okay. zinavyouana pale, Urusi inavyoua pale watu Hmm. Ile bunge la Ulaya lipo hapo, karibu naye hapo. Nayepo Urusi naua kila siku watu pale. Pale na kuanaua kila siku pale, lakini ile bunge la Ulaya liko pale karibu pale alisemi sasa, sijui wale wanaua binadamu au wanaua pale na uwa watu kila siku kila siku inaua naua na wa Palestina mpaka nawafuta kwenye nchi yao hawasemi. <laughs> hawasemi kabisa, ila Tanzania watu wakikwaruzana waki, waki, kidogo bunge la Ulaya linasema hmm. Putin anaua pale kila siku hmm. watu hmm. na bunge la Ulaya liko karibu karibu hapo. Hawasemi. Unafiki tu ni unafiki tu, wala mna kitu. Wayahudi wanaua pale Waarabu kila siku hawasemi mpaka chakula wana wanyima hawasemi. Sasa ii kweli hii ndio, ndio bunge la, la, la, la watu hiyo, mimi mm. <laughs> nadhani hilo ni bunge la washetani tu <laughs> <laughs> ningelisikia wamezungumzia Urusi navyoua watu mm. jinsi Wayahudi wanavyoua watu ningewaelewa kwamba hawa ah, watu ni binadamu. Sijawahi kusikia linazungumza hiyo kitu, hakuna mm. mm. Basi wanawaambie sisi, mm. tutaishi chao, tutaishi tu chao. Mambo machafu yanafanyika pale, hawasi mmm kwani Tanzania bado kuna kitu gani kinafanyika kichako? mmm m Putin anaua watu pale kila siku, wala hawasi anaeua wale wa Russia mm. na wanatoa kwa Ukraine, anaua tu <laughs> Wayahudi wanaua kila wanaua wanaua wanaua pale, pale wanaita Gaza wanakwenda, yeah, yeah, yeah. Wanaua Lebanoni, wanakwenda wanaua Siria, wanaua tu hawasemi. Wale, wale wanaouawa ni mbwa? si ni binadamu? na kwa nini wanaendelea kuua wale? Wamenyamaza tu, sioni kitu kinachofanyika hapa cha kutangaza, sioni yeah. Kwa sababu haya maandamano hata Marekani pale watu wameumizwa wame. mm, yeah. eh, mm. na ni hii yule Trump anasema ah, walikuwa wanapima nguvu ya serikali mm. hawasemi mm. kuna dhani sisi hatuna akili, si tuna akili, mm. <laughs> na akili sana mm. na watu wetu hawawezi kufa mm. na Tanzania haiwezi kufa mm. hata kidogo okay. mm. kwanza hawana mamlaka ya kutuamuru hilo ni la kwanza. Hawana mamlaka ya kutuamui uchaguzi. Tumeshafanya, umekwisha. Sasa huwa nao taka ni uchaguzi wa kitu gani tena? Alafu wanasema wa huru huru, wa nani? wa kwao. Sisi uchaguzi tumemaliza, serikali imepatikana, sasa tunaendesha mambo yetu. Kwa hiyo sisi hiyo kitu mimi nadhani ni, ni ubabe tu wanatumia. Yeah, ni ubabe kwa sababu hata hata uchaguzi kufanya hawakutuchangia tufanya wenyewe mm. Tulifanya wenyewe mm. Yeah, kwa pesa yetu. Sasa leo tufanye tufanye uchaguzi mara ya pili kwa amri ya ma, umoja wa Ulaya, amri, tawaambie waambieni hatutafanya tumemaliza uchaguzi mm. eh yeah. Hawana mamla hawana mamlaka yoyote, waambieni kabisa hawana haya yako chini ya serikali ya Tanzania na wananchi wake, basi mm. kwa hiyo kitu hapo na, na niwaambie kabisa kwamba si uchaguzi, tumemaliza na viongozi wamepatikana, basi mm, okay. eh.